Moto unazidi kuwaka kule Tanzania, mambo yanazidi kuwa magumu magumu, na yatazidi kuwa magumu zaidi kwa Tanzania baada ya viongozi wote wa Tanzania kuwekewa uh, vikwazo ama kuwekewa mkato kuzuru mataifa yote ya Uingereza na, ma, na Marekani na mataifa yote ya Uingereza na Marekani. Uh, Suluhu ambaye ni rais wa Tanzania, alikuja akalalamika kidogo, akalalamika kidogo, lakini aliyoyasema haya, kum, haya, kum, haya kumfanya Trump yule rais wa Marekani, Donald Trump, kubadilisha mawazo yake, kubadilisha mawazo yake. Leo kumefanyika mengine, sasa siyo tu viongozi peke yake, manake Marekani tayari ishafunga milango kwa wanafunzi, wafanyabiashara, watalii kutoka Tanzania kuanzia Januari mwaka wa 2026. Sasa kama ni mwanafunzi ambaye ulikuwa unadhania unaenda kule Uingereza kwenda kusoma. Kama wewe ni mwanabiashara ulikuwa unafikiri unaenda kule Uingereza aa, kufanya biashara zako wewe kama Mtanzania. Kama ni mtalii ambaye ulikuwa ushapanga safari yako kwenda Uingereza na wewe ni Mtanzania. Sawa, hautaenda tena. Yale matumaini yako the American dream ulikuwa nayo kutoka Tanzania, kama ni mtanzania, haipo tena, haipo, haipo tena. Ndugu zangu wa Tanzania, mna shida sana na hii shida mliletewa na nani? Viongozi wenu tu. Lakini wengi mlisema mhitaji kwenda Marekani, mhitaji kwenda uh, Marekani ama uh, kule Uingereza ndio mfanye mambo yenu, msema Tanzania inajiweza, iko na kila kitu, iko na madini, iko na kila kitu, nyinyi matajiri kabisa, muhitaji msaada wa watu wengine eh. Lakini yo madini mtaikula kwa mdomo? kuyatoa chini, mtaitoaje hayo madini? Mtayatoaje hayo madini? wanainunua ni akina nani? Okay, ukasema mna Urusi, mna wa China, mna China, Warusi, Waindi, Waarabu wengi sana. Lakini acha tuone itakuwaje. Mambo magumu sana kule Tanzania, mambo magumu.